Ustad, Allah akubariki, umenifanya nione amri ya soma kama ufunguo wa maisha, lakini bado kuna kitu kinanitatiza kuhusu aya inayofuata, Khalaqal insana min alaq. Baada ya amri tukufu na kuu kama hiyo inayohusu elimu na maarifa, kwa nini Allah anarudi kwenye jambo linaloonekana dogo na la chini, donge la damu? Kuna uhusiano gani kati ya kilele cha maarifa na asili hii duni? Mashallah, njuma unachimba pale ambapo hazina imefichwa. Huku si kurudi chini bali ni kuweka mizani. Allah Mtukufu katika Qur'ani yake kamwe haweki neno ila lina hikma bahari. Tazama uhusiano wake ni wa ajabu. Nifafanulie tafadhali ustadh. Kwanza hebu tulitazame neno lenyewe alaqin. Wafasiri wanasema lina maana zaidi ya moja lina maana ya damu iliyoganda lakini pia lina maana ya kitu kinachoshikamana au kinachoning'inia, na maana ya tatu ambayo inastaajabisha zaidi ni rufa, leech, kile kiumbe kidogo kinachofyonza damu. Sasa wataalamu wa sayansi ya uumbaji wa binadamu embryology wamegundua nini leo? Kwa kutumia vifaa vyao vya hali ya juu, wamegundua kuwa katika hatua zake za mwanzo kabisa kiinitete cha binadamu Sio tu kwamba kinaning'inia kwenye ukuta wa mji wa mimba, bali umbo lake linafanana sawasala na umbo la rufa. Kinajishikiza pale na kufyonza lisha yake kutoka kwenye damu ya mama kama vile rufa anavyofanya. Subhanallah! Hili, hili lilijulikanaje miaka 1400 iliyopita? hakukuwa na hadubini wala teknolojia yoyote. Hapo umepata hekma ya kwanza. Huu ni muujiza wa kisayansi uliowekwa wazi katika aya ya pili ya wahi, ili kila zama zijazo zipate uthibitisho kuwa maneno haya si ya mwanadamu, bali ni ya muumba wa mwanadamu, mjuzi wa yote, Alalim. Hii inaimarisha imani na inakuwa hoja kwa wanayetilia shaka. Ni hoja yenye nguvu kweli. Na hekma ya pili ni ipi? Hekma ya pili ni dawa ya kiburi. Allah Mtukufu anatuunganisha vitu viwili vilivyo kinyume: amri ya juu kabisa, Iqra, na asili ya chini kabisa, min alaq. Ni kama anatuambia, ewe mwanadamu, ninakuamrisha utafute elimu, upae juu angani, lakini kila ukipaa juu, tupa jicho lako chini na kuukumbuka ulipotoka ulianza kama donge la damu linalofanana na mdudu hivyo. Elimu yako, cheo chako na mali yako visikufanyi kumsahau muumba mwako, au uwadharau waja wenzake. Allahu Akbar! Hii inanigusa moja kwa moja. Mara ngapi tunapopata mafanikio kidogo tu, shetani anaanza kutupulizia hisia za ubora na majivuno. Kumbe dawa ni kukumbuka Alaq haswa. Na kuna hekma ya tatu, nayo ni uthibitisho wa uwezo al-Kubra Hoja ni rahisi na inaingia akilini moja kwa moja kwa: ikiwa Mola wako ana uwezo wa kukutoa wewe kiumbe mwenye akili, hisia na uwezo wa kuzungumza, kutoka kwenye alaka, kitu kisicho na uhai wala thamani, Je, anashindwa kumfanya mtume wake asiyejua kusoma ummi awe msomaji na mwalimu wa walimwengu? Anayeweza la kwanza, bila shaka anaweza la pili. Inajenga yakini kuwa ahadi za Allah ni za kweli. Hekima tatu katika aya moja, na naona sasa jinsi inavyonihusu. Nikikata tamaa, nitakumbuka uwezo Allah ulionitoa kwenye alaka na nikapata nguvu, na nikifanikiwa, nitakumbuka asili yangu ya alaka na nitapata unyenyekevu. Je, Ustadh, hili linanifundisha nini kuhusu namna ninavyopaswa kuamiliana na wengine? Unamaanisha kuamiliana na wengine kivipi, Juma. Nam. Kuamiliana na familia, Waislamu wenzangu na hata wasiokuwa Waislamu. Swali bora. Kwa familia na waislamu wenzako, aya hii inavunja matabaka yote: tajiri na maskini, msomi na asiyesoma, mtawala na anayetawaliwa, wote walianza safari yao kutoka kwenye alaka moja. Hivyo hakuna nafasi ya dharau. Kipimo cheke cha ubora mbele ya Allah ni takwa ucha Mungu. Inajenga usawa na upendo wa dhati. Unapomuona mwenzako Hupasu kuona mavazi yake au gari lake, bali unapaswa kukumbuka kuwa nyote mna asili moja. Na kwa wasiokuwa Waislamu, kwa wasiokuwa Waislamu, hii ni ufunguo wa da'wah katika zama hizi za sayansi. Badala ya kuanza na mabishano, unaweza kuanza na mazungumzo ya kirafiki. Mweleze rafiki yako: je, unafahamu kitabu chetu kitakatifu kinaeleza kwa usahihi wa ajabu hatua za mwanzo za uumbaji ambazo sayansi imezigundua hivi karibuni? Hebu tufanye utafiti pamoja. Hoja hii ya kiakili na kisayansi inafungua mioyo mingi iliyofungwa na dhana potofu kuhusu Islamu. Unatumia elimu yao wenyewe kwa kuwathibitishia ukweli wa maneno ya Allah. Alhamdulillah, hivyo kujua siri ya Alaq ninanipa unyenyekevu ndani na kunipa nguvu ya hoja nje. Na vipi kwa habari ya safari ya akhera? Aya hii inasemaje kuhusu hatima yetu? Inasema mambo makubwa mawili. Kwanza, ni uthibitisho usiopingika wa ufufuo. Wengi wanauliza, vipi tutafufuliwa baada ya kuwa mifupa iliyosagika? Allah anawajibu kupitia aya hii, yule aliyeweza kuanzisha uumbaji wenu kutoka kwenye alaka, jambo ambalo ni la ajabu na gumu zaidi, je, anashindwa kuwarudisha tena kutoka kwenye mifupa yenu? Kuanzisha ni gumu kuliko kurudia. Inajenga yakini thabiti kuhusu siku ya mwisho. Na jambo la pili? Jambo la la pili pili ni ukumbusho kuhusu thamani ya dunia na ahera safari yako kutoka alaka hadi kuwa mtu mzima ni mfano mdogo wa safari yako kutoka duniani kuelekea ahera dunia hii ni kama alaka tu ni hatua ya mwanzo duni na ya muda mfupi ahera ndiyo maisha kamili na ya kudumu mtu mwenye akili hatopambana kwa kuingangania alaka na kusahau maisha kamili yanayomsubiri inakufanya uidharau dunia na kuithamini ahera oh. Jazakallahu khairan ustadh. Sasa naona aya ya iqra na aya ya alaq ni kama mbawa mbili za ndege. Moja inakupeleka juu kwenye ulimwengu wa elimu, na nyingine inakushusha chini kwenye ardhi ya unyenyekevu. Ndege hawezi kuruka kwa mbawa moja. Umesema vizuri kabisa Juma, huo ndio usawa wa Uislamu. Endelea kutafakani hivi, na utaona kila aya ya Quran inafungua mlango mwingine wa hekima. Na Allah atupe sote moyo mnyenyekevu unaokumbuka asili yake na akili yenye nuru inayotafuta maarifa kwa jina lake.